Unamwomba Mungu azungumze, ila umewahi kujiuliza nini kinazuia sauti yake? Si kwa sababu yupo kimya, ni kwa sababu roho yako imesongwa kiasi cha kuto kumsikia. Ukweli ni huu, waaminio wengi wanatamani kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi huku wameshikilia tabia zinazozuia sauti kutoka mbinguni. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha tabia sita unazopaswa kuacha ili kusikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Na kama umekuwa usikii sauti ya Mungu, inawezekana hizi tabia ndio sababu. Hivyo ziache mara moja. Namba moja: kukosa utulivu. Adui yahitaji kukuharibu kama na uwezo kukufanya ukose utulivu. Kila kuperuzi, kila notification kwenye simu yako, kila kupoteza muda mitandaoni ni maalum kwa ajili ya kudhoofisha roho yako, kushughulisha ufahamu wako na kuinyima nafsi yako utulivu. Unasema siisikii tena sauti ya Mungu, lakini utaweza vipi ikiwa umakini wako umegawanyika? Eliya alimsikia Mungu si kwenye kelele, si kwenye moto, si kwenye tetemeko la nchi, bali kwenye sauti ndogo ya utulivu. Wafalme wa kwanza 19:12. Na utulivu huwezi kuupata kwenye mwendo usioisha. Ukweli ni huu, kukosa utulivu imekuwa ni moja ya silaha adui anapenda sana kuitumia, kwa sababu haionekani kama ni mbaya, inaonekana kama ni kawaida, lakini kila wakati unapoulisha ufahamu wako kwa kelele, ndio wakati unaonyamazisha sauti kutoka mbinguni. Kama kweli unataka kusikia sauti ya Mungu unapaswa kutenga muda wa kutulia, unapaswa kujitenga na ulimwengu ili kuingia katika uwepo wake. Namba mbili: kuzungumza zaidi kuliko kusikiliza. Watu wengi wanasali ili kusikika na si ili kusikiliza. Tunasema maneno yetu, hofu zetu, mahitaji yetu, na tunayaita maombi lakini maombi ya kweli ni mazungumzo na si kuongea peke yako. Tunazungumza hadi mioyo inapobaki mitupu na hatukai vya kutosha ili kumruhusu Mungu aijaze. Hii ndio sababu wengi huondoka kwenye maombi bila mabadiliko, kwa sababu wamezungumza pasipo kusikiliza. Mungu hashawishiwi na maombi marefu, bali hujidhihirisha kwa mioyo inayonyenyekea. Zaburi 46:10 inasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Utulivu sio udhaifu, ni uchaji, na ndivyo jinsi nafsi yako inavyojifunza kuitambua sauti yake. Wakati mwingine sababu inayokufanya usisikie sauti ya Mungu ni kwa sababu umpe nafasi ya kuzungumza. Hivyo wakati mwingine unaposali Zungumza kidogo, sekeleza zaidi, kwa sababu majibu ambayo umekuwa ukiyasubiri kwa muda mrefu yanaweza kuja kupitia utulivu ambao umekuwa ukiuepuka. Namba tatu: kupuuza dhamira ya ndani. Kila wakati Mungu anapozungumza, si kwa ajili ya faraja peke yake, wakati mwingine ni kwa ajili ya maonyo, na watu wengi udhani dhamira ni hukumu Sikiliza. Mungu atumie dhamira ili kukuweka mbali bali ni ili kukuvuta karibu naye. Roho Mtakatifu huzungumza ndani yako. Utamsikia akikunong'oneza kuacha kuperuzi kupitiliza, kuacha kuongea vibaya, au pale unapoamua kufuata fikra zako badala ya zake. Lakini tunayaita haya mawazo na tunayapuuza. Tunapuuza dhamira kwa kujipa matumaini kuwa kila mtu anafanya hivi, au Mungu anaofahamu moyo wangu. Na kadri unavyozidi kupuuza, ndivyo jinsi sauti yake inavyokuwa ngumu kuitambua, si kwa sababu ameacha kuzungumza, bali ni kwa sababu umeacha kuchukua hatua. Na hivyo ndivyo uziwi wa kiroho unavyoanza, si kwa sababu ya uwasi, bali ni kwa sababu ya upuuziaji. Yohana 10:27 inasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kumsikia Mungu si kuitambua sauti yake, bali ni kutii maongozi yake. Kadri unavyotii msukumo mdogo, ndivyo jinsi unavyozidi kuisikia sauti ya Mungu kwa uwazi. Utii unaimarisha usikivu wako, lakini kupinga kunafifisha na ukiendelea kupuuza dhamira yako ya ndani, utajikuta unachanganya hisia zako na sauti ya Mungu. Namba nne: kung'ang'ania kuto kusamee. Huwezi kusikia sauti ya Mungu huku ukiwa umeshikilia chuki moyoni mwako. Uchungu ulemea roho, inageuza maombi yako kuwa mwangwi unaodunda kwenye kuta ulizozijenga kwa chuki. Utaendelea kuomba kusikia sauti ya Mungu ila sauti yake haiwezi ya kuja ukiwa na kinyongo moyoni mwako. Kusamehe si kwa ajili ya kuachilia wengine, ni kwa ajili ya kusafisha njia kati yako wewe na mbingu. Yesu alisema kwenye Marko 11:25, Nanyi kila msimamapo na kusali sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Hii inamaanisha kutokusamehe akuumizi tu mahusiano yako, inazuia mawasiliano yako na Mungu. Ukweli ni huu, huwezi kubeba ufunuo na kinyongo ndani ya moyo mmoja. Kimoja kinapaswa kuondoka. Na utakapoamua kuachilia walichokufanyia, utagundua si sauti zao zenye muhimu, bali sauti ya Mungu. Namba tano: kuishi katika uasi na kutotii. Huwezi kutembea kinyume na mpango wa Mungu huku ukitegemea kuisikia sauti yake kwa uwazi. Kutotii hakukutengi tu na Mungu, inabadilisha jinsi unavyomwona kwa sababu uasi huzaa mkanganyiko. Unapoamua kufuata makusudi yako badala ya yake, mzunguko wako wa kiroho hubadilika, na baada ya muda dhamira yako inakufa. Unaanza kuona kama maandiko hayana uzito, na utaanza kujiuliza kwa nini si hisi uwepo wa Mungu kama zamani. Waraka wa kwanza wa Samueli 15:22 inasema, naye Samueli akasema: Je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Unaweza ukafunga, ukasali, ukaabudu kwa masaa. Lakini kama unaishi katika uasi, kelele za dhambi zitazima sauti ya kweli. Mungu habariki utii kidogo. Anabariki unyenyekevu. Kadri unavyonyenyekea, ndivyo jinsi unavyoisikia sauti yake zaidi. Kwa sababu uwazi ni matokeo ya utii. Na si faraja. Namba 6. Kupuuzia neno. Huwezi kuitambua sauti ya Mungu kama hujawahi kujifunza sauti yake. Watu wengi wanasema Mungu azungumzi wa, huku Biblia zao hazijaguswa kwa wiki nyingi. Lakini ukweli ni huu, Mungu ameshazungumza na maneno yake yanasikika kwenye kila kurasa. Kila mstari ni mawimbi ya mbinguni na jinsi unavyotumia muda mwingi kusoma maandiko ndivyo jinsi unavyokuwa na uelewa mpana wa lugha ya rohoni. Na hii ndio sababu kuna watu wanamsikia vema, si kwa sababu wana upako zaidi, bali ni kwa sababu wameyazoesha masikio yao kupitia neno lake. Unapopuuzia maandiko, taratibu unaanza kuipoteza lugha ya rohoni, hivyo Mungu anapozungumza, huwezi kutambua kama ni yeye au hisia zako au matamanio yako. Zaburi 119:105 inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ikiwa na maana kwamba kama njia yako inagiza, si kwa sababu Mungu ameacha kuongoza, bali ni kwa sababu umeacha kuwasha taa. Kupuuzia maandiko ni kama vile kuulizia njia huku hutaki kufungua ramani. Kama unataka kumsikia Mungu kwa uwazi, rudi kwenye kile ambacho amesha kisema tayari, kwa sababu kadri neno lake linavyoishi ndani yako ndivyo jinsi sauti yake inavyozidi kusikika kwa uwazi zaidi. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.